Kwanza kabisa eh, kwa niaba yetu na kwa niaba yetu mwakili, kwa maana sisi jopo la mawakili ambao tutakwenda kuzungumzia washtaka wetu na kwa niaba ya washtakiwa wetu ambao tutakwenda kuwataja tunatoa pole nyingi sana kwa Watanzania eh, kutokana na matukio ya kusikitisha sana, matukio mageni kabisa katika historia ya taifa letu ambayo yalitokea tarehe 29, 30, 31 na pengine tarehe moja ambayo alipelekea e, maumivu makubwa kabisa, kwa maana ya vifo vya ndugu zetu e, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajilie pumziko la, la milele, lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu e, aweze kuwa patia uponaji wa mapema, lakini Watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia, e, wajipe moyo, naamini kwamba e, Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa, kutokana na hayo matukio niliyoyasema, e, au kabla ya hayo matukio niliyoyasema, e, mnamo tarehe ishirini na saba E, nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao e, Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jenifer Jovin almaarufu Niffer. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 e, na jeshi la polisi na toka wakati huo amekuwa chini ya e, ya jeshi la polisi na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini e. Mashtaka ya uhaini kama unavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndiyo mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani, mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, e, kulazimishwa kutoa maelezo, e, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani, narejelia tu ile ambayo tumesema mahakamani na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake e, mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa mba, kwa sasa wanakabidhia chini uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu na pia ripoti e, mati, ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao ishirini na mbili wa, wa chini uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbu kumbu ya kumbukumbu ya rejea baadae wote mnafahamu, mahakama hii na mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ku... ya baadae kuweza kupeleka mahakama kuu. Mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mnamkumbuka, e, mna e, anafahamika kama strong income, hilo ni jina, la ki, jina la ki, la kibiashara, anaitwa ni dada, anaitwa strong income, naye ameshtakiwa pamoja na Niffer katika hiyo kesi ile sema ambayo inabeba mashtaka ya ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Rusimelda Bond Gregory Sila ila almaarufu eh, strong man. Ni nini strong income, mtafahamu. Kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni uniku, wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kwa mtani kwamba pengine yuko huko, yuko kule, lakini hatimaye amekuja ku tunatume leno kwa uangalifu kuibukia eh, mahakamani kwa sababu kama eh, watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii si kutofahamu pengine singekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tuna mchakata kisheria na atafikishwa mahakamani, lakini amepotea ametekwa vitu gani? Ni kwa sababu ya kama nilivyosema eh, kadi ambavyo kuna watu tunaamini wa kutekeleza majukumu yao ina, inapaswa ina wote kwa, hao, kwa pamoja, huyu, eh, strong income pamoja na almaarufu Niffer wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa kwa mashtaka ya uhaini katika kesi hiyo hiyo itaja. Kwa hiyo hiyo tumechakata hivyo kwa ndo mashtaka baada ya kutoa hoja zetu, wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarule tena tarehe moja mwezi huu kwa ajili ya kuja kujibu, na baadaye mahakama iweze kutoa majibu kuhusu hoja zetu. Lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti ya mahakamani katika kesi hii mahakama imekubali. Ya. Kesi nyingine namba 36 38 7 ambayo ina jumla washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Niffer na Strong Income kesi yao nimetaja namba yake. Eish. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76 wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. E, tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube. E, yeye amekubali tu hoja ya kwamba e, waende kutibiwa. Ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yamekataa. E, sasa ukua zinaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za, za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili huu uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa.